Naam, kuna video nyingine ikimwonyesha Zuchu akiwa anacheza mbele ya Diamond Platnumz na tunaona kwa pamoja walishirikiana na kujumuika pamoja katika party ya NDN ambaye ni, eh, ni, ni, ni ni chairman of digital operation pale Wasafi. Maana yake anasimamia digital platform zote za wasanii eh, hapo akizungumzia Audiomack, Spotify, Boomplay, iTunes, zote hizo Eh, anazisimamia lakini ikiwemo YouTube. Kwa hiyo uh, ikitokea kesi yeyote ya digital platform ama YouTube ngomo kashusha na vitu kama hivyo eh, ndo kind of, mtu ambaye anasimamia. Sasa ilikuwa ni birthday party yake, ambapo tunaona Zuchu ndo alitumia nafasi ya kumwimbia mpenzi wake Diamond Platnumz, ambapo eh, katika hicho hi, hi kipande, inaonekana wengi wanasema pengine labda eh, Zuchu anamroga Simba sasa, e, komenti hiyo inaonekana kumfikia Juma Lokole na yeye anasema kwamba atokee mtu aseme Simba karugwa nitampiga mpaka awawe pumbavu. Akaendelea akasema, hata ungekuwa wewe kwa viuno hivi unaachaje kupenda Zanzibar e, au subana e, kwa maana ya kwamba a, mtu unaweza kusema kwamba Diamond amerogwa au subana Diamond ame amerogo na, na Zuchu na ndio maana tunaona haski ambiliki ashiki hili wala lile eh. Lakini eh, tunaona uh, Zuchu, eh, na Diamond, bado penzi linazidi kuendelea, kwa watu wanajiuliza kwa nini Zuchu au so bana ana, mm, ana amekaa muda mrefu eh, na Diamond na hakuna kinachoendelea eh. Lakini pia eh, tunaona eh, kwa nini Zuchu E, haachiki ha, kama wale wengine ambao kwa namna e, moja ama nyingine inaonyesha wazi kabisa kwamba walikaa muda mfupi alafu theni wakaachika. Ausubana kwa sababu anasema ni changamoto sana e, kukaa na Simba kwa sababu Simba ni mtu wa mambo mengi sana. Ausubana kwa sababu kutokana na mambo yanayoonekana kuendelea e, kwa e, ni kwamba Zuchu ni kama amepitia mitihani mingi sana. Sasa Juma anaelezea nafafanua E, mtu anaweza katokea kasema Diamond e, karogwa. Sasa emu angalia viuno ambavyo anapiwa Diamond, hivi kweli kuna mtu kurogwa hapa? Maanake Diamond mwenyewe e, ni kama e, amejichanganya, ame kwenye mfumo au sio bwana? Kwa maana hiyo ni kwamba eh, Zuchu mwenyewe ndiye anayetengeneza eh, mambo yazidi kuwa mazuri, kwa sababu eh, inaonekana ni mtu anayefahamu eh, kitu gani anachopenda Diamond na kitu gani ambacho apendi, lakini pia eh, anapiga pale panapotakiwa. Yaani ni mtu ambaye anafahamu Diamond anataka nini. Sasa kutokana na maoni hayo ya Jumalokole eh, kusema kwamba Diamond hajarogwa, au sio bwana? Au Diamond amerogwa, ni amerogwa kwa vitu ambavyo ni adimu. sasa mmoja uh, akaandika mtoto ana nyota. That's why Diamond yupo naye, lakini huyo mtoto hana maajabu yoyote, akimaanisha eh, kwamba Zuchu ni ana nyota tu, lakini vingine hana nausobana yani, hana maajabu yoyote, ni kwamba tu yuko na kwa sababu ana nyota. Ukiwa uh, na maajabu wewe inatosha. Maana damohiye ana maajabu gani? kwa ni mtu anafaa kuwa na maajabu gani? Yani hata haueleweki. Kuwa heta wazuti si kazi rahisi. Uh, mmoja kaandika kwamba asante studio kwa yes mwingine akaandika, nikumbuka kuna waliosema watasikiliza nyimbo za Wakenya kama anawaona wanavyojiandaa na hii challenge inachoka eh, mpwa Clemence Mwandambo. Kwa kuna watu washasosia kabisa eh, mmoja kaandika uh, uh, klini chuma Mngesema sio viuno e, e, e, ndio vinamfanya akae, amani ya moyo anayoipata kwa dada na heshima anayompa sanamlake likae Kigoma. Mwisema, unafiki mbaya walai, hapo mnashia na unamnafikia Zuchu, akisema anashia na Zuchu. Mwingine akaandika ndio maana mnaweza kutetea nchi ya mwizi kabisa, e, mna kila kweli na furahi, mambo yanaendelea. Mwingine akisema kurogwa, karogwa kweli, ila si kwa tunguli, ila ni kwa mahaba ya Kizanzibari, manake Mondi hajai kurogwa, au so bana? Kwa hiyo, kama kwenye kurogwa, basi amerogwa tu na mambo fulani hivi ya Zanzibar. Yaani Zuchu anajivaliaga kienyeji e, kama si anaga habari anambediaga, maana yake anavaa kama wale wale, yaani anavaa kawaida sana. E, mwenye kusema kwa kinu gani kigumu cha Mchaga e, Zuchu kazi unayo, wale waliojitia kukunafikia saizi wanakupamba, usiwaamini hao. Ulipokuwa umemchukia Zuchu njiani mbaya sana jamani e, kuna kipindi Juma alikuwa mambo yako sawa na Zuchu. Kwa hiyo eh, ikatokea ndio hivyo sintofahamu. Walosema wamekuzidi, wamezidi huu. uh, uh, hajarogwa karogwa na mambo ya matambo kutoka kwa Zuchu. Chezea mswahili we, anejielewa hapo Zuchu amwache, sio Diamond atenda atarudi. Fanya mchezo, ni eh, cha ajabu nini hapo? Yani Zuchu Diamond, una hela na unashinda kununua hata ki eh, aise mwingine akaandika, nimependa kikuku cha Zuhura. E, we mnafiki sana e. Mwingine akaandika kwamba uh, kwani kukata uno ndio kujenga unyumba? Masomo wanaachwa e, na ndio mafundi hodari, wanaruka hadi sarakasi kitandani. Uno lisikuchitue hivyo viuno ndio kwamba atatulia, labda sio mwanaume atulie uh, tu uh, wanaume ni walewale tu uh. Zuchu tamba mwaya, ndoa si kila mtu anayo. Yes, kwa sababu eh, tuliona ile picha, ndoa ilifanyika. Diamond alimwoa kwa siri sana Zuchu. Kwa hiyo ambao anakataa basi aendelee kukataa, lakini ndo hivo. Mwingine akaandika Zuchu tamba. Aa, Zuchu wapendeza sana kuimba miduara, anapenda sana kuimba miduara. Kino hivi naanzaje kuk eh? Mwingine anasema kwamba If this is the only way she can keep him, then I'm afraid it won't last manake kama ndo hichi kitu kinachomfanya Zuchu ahisi kwamba atamweka Diamond akakweli hatodumu sana. Uh, Zuchu baluza mama, umeweza Zanzibar, hatoki mshamba. Akisema Zanzibar bana, hatoki mshamba. Kwa hiyo unaona maoni ni mengi. Uh, wengi wamemfurahi Zuchu na kusema kwamba uh, wanapenda jinsi anachokifanya na kitu anachokifanya kwa Diamond kina manufaa na aojama nyingine kinamfanya Diamond azidi kuwa naye kwa maana yake ni kwamba hata wale waliopita kina Zari, Tanasha, Wema Sepetu, Hamisa Mobeto, uh, hao wote hawakuwa, eh, na vibe kama Zuchu. Zuchu na vibe kweli kweli, na hasa inapokuja saa ameduara na vitu kama hivyo eh, ndo hapo bwana eh, Diamond anachoka kabisa, yaani anashindwa namna ya kupumua kwa hiyo una lipi la kuzungumza? Dondosha mwani yako uh, kama shabiki. Lakini pia kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe.